Baadhi ya walimu wakuu kutoka eneo bunge la Webuye Magharibi wamelalamikia tabia ya baadhi ya wanafunzi kukosa kuhudhuria masomo huku wakidai inaathiri viwango vya elimu na kutaka washikadau wote kuwajibikia suala hilo. Wakizungumza katika shule ya msingi ya marafiki ya Kituni wakati wa ugavi wa fedha za kusaidia miundo msingi kutoka kwa hazina ya NGCDF Webuye Mashariki, walimu hao wakuu wakiongozwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha NAT tawi la Bungoma Mashariki, Alex Wafula, wamesema kuwa wanafunzi wanaoathirika sana ni wale wa gredi ya tisa wanaotarajiwa kukalia mtihani there is a lot of wa kitaifa. Watoto wamekaa nje, hawaachi shuleni, na mimi nasaliwa tu hapa watoto wengine, hata mwingine mjukuu wangu anatoka tu hapa, amekataa kuja shuleni, na mimi kasi yangu sio kwenda kumtafuta huko. Sasa it is becoming very difficult kuandikisha huyu mtoto sasa hivi, there is school choices for grade 9 and selection of pathways, imekuwa ngumu sana. Tafadhali wasasi mlete watoto shuleni, wafanye nini? Wasome hasa grade 9. Tafadhali, tafadhali. kurere baba na befwe ewewe we we na we we we yani, yani, wenya omwana wowo wabe nanu nawenya abe piloti omwanja sana nali munazari nawenya abe dakitari omwanja sana nali muwanu namwe munazare na wenya abe omusikari yaani ololelela omwana yuno kenyekhobe nanu engene yo newcpc yaani okhola oyeta omwana wowo abukula engira niyowo omwene wenya akho yave mungo nanu mungo mwo nuno nolekho no, omwana nava apsend khukwama eskulu omwana sikechira eskulu ta namwalimwakho sumia omwana mwene yava wenyele ava omwifwe na namw wenya ave dakitari Swala hilo limeonekana kumkera chifu wa eneo hilo, Paul Kisuya aliyeonekana kuwasuta wazazi na kuwaamrisha manaibu chifu wake pamoja na wazee wa mtaa kufanya msako kwa wazazi walio na watoto nyumbani ili hatua kali ichukuliwe dhidi yao. Wafula, hata hivyo, amekereka na hatua ya wafanyabiashara kufanya shughuli zao karibu na shule akidai ni kinyume cha sheria, huku Chifu Kisuya akiwataka waame mara moja kwani ina hatari kubwa kwa wanafunzi. Nikiripoti ya Kurunzi, mimi ni Brenda Korir. Kabisa wanapenda mambo ya masomo. Na ningependa niambie wazazi ya kwamba ni vibaya sana mtoto wako anapokaa nyumbani for the whole one week hachi shuleni. Yaani uvechanga ukholeka makoso niko hata wele ya manyara alisaoli musasa mulahi ta kwa sababu hiyo mtoto akiwa shuleni ana komit na wengine. Sasa wanataka kuniambia mtoto wako atakuwa namba 10 out of 100 na mna gani, na ilihali asomi? You need at least to consider your child. Wacha mtoto kuje shule. Hizo shughuli za nyumbani ni sako wewe, fanya na mke wako fanya, na mbwana wako, lakini sio mtoto. Tafadhali, watoto wamerudi kutoka half term. Ningependa my village elders wherever they are wahakikishe ya kwamba watoto wametoka nyumbani wamekuja shule ile, yeah. Vipanda kuwa hapo they should be removed with immediate effect, la sivyo mimi nakuja kuzitoa, sivyo yenye kana kusukuluta vanyovili, whenever there is a school